Mi nakuambia bwanako ndio ananiongelesha, anasema kama jina yake ni Antoni. Jina yake ni Antoni. Sasa mi ndajua jina yake Antoni, nimeruka akili mama. Kumbe we ni Antoni? Yani we ni Anto? Hey, anasema jina yake ni Antoni. Amesema niwaambie ni, ni Antoni. Si bwanako anaitwa Antoni? sindio? hmm. Sio ndo jina yake wewe. huku niko wapi? hmm. hey, nini? Nini? Nimekuleta hapo uongeleshe familia yangu kwa niaba yangu. kwa niaba yako gani? uwaongeleshe wajue kwamba niko nao uko nao wapi bwana umeleta huku saa hii usiku na giza bana na mimi huku bila nguo najua nimekusumbua wakati wako wastarehe lakini hey. ni lazima uwaongeleshe naongelesha na nani familia yangu familia yako gani bana ili wajue wajue kwamba amba niko nao wewe sasa kama familia yako sio uongeleshe mbona nitumia mimi? Siwezi waongelesha. Nilikwambia ile siku hakuna mtu anaweza nisikia isipokuwa wewe. Ai, sasa kama hawa hawakusikii. Sisi sio uongeleshe. Sasa mimi unaleta huku kwa giza na hiyo siku na hii ah, mali yako. Nini? Nitakudirect. Nilikwambia kwamba nitakudirect na nikushughulikie vizuri sana. Utaenda na mimi twende huko sasa hivi. Sasa tunaenda na wewe huko. Unishughulikie, unataka kunishughulikia nini? Ama umepanga mambo yako? A-a umepanga mambo yako. Hapana, we umepanga mambo yako familia ya yako gani? ama ya ya ya... Aa, ni mafamilia yako ya wakufi bana. Sasa wao sasa wako huku na hiyo giza yote, mbona mm? We uzi waongeleshe, unataka tu mimi. Unajua kwamba wewe ndio umepewa hiyo kipawa? Sasa nimepewa kipawa. Ai, sasa mimi na mvua inanyesha sasa wewe umenitoa haji kama nalala. Oh, wacha mambo mengi. Twende. Tunaenda wapi? Wewe utasikia tu kilio chao. Kilio chao? Sasa mimi nitasikia kilio chao. Ndio. Eh? Twende tu nitakudirect sasa tuende wote, anidai saizi ni mambo gani? Holy ghost fire! O oh, Mungu nizingire, Mungu nizingire, haki Mungu nizingire, isikue ameleta huku nifanyiwe mambo. Mungu haki nizingire, Mungu nizingire mali hii, Mungu nizingire na, Mungu nizingire, nawe hata usongi ha? Sasa we familia yako kwani wako wapi? Wako mahali karibu na hii. Hii ni mali yangu hapa, ni pali nilipokuwa ni ni li... Nitaka kujenga, lakini nilichezewa akili. Sasa hapa ni mali yako, ulikuwa unataka kujenga ukachezewa akili. Ndio. Sasa kama e, sasa hii ni mambo gani? Sasa tunaelekea wapi? Twende tu, nitakufuata nitakueleza pale utaenda. Sasa twende, utanielekeza pale tunaenda. Ndio. Sema niache eh, kuwa na wasotani utanielekeza? Unataka kunielekeza wapi? Nitakuelekeza, wacha kuwa na wasiwasi. Ndo najua njia na nitakuelekeza. Ni sawa, sikatai, lakini sasa mimi najua bado, mi bado najua eh, sikujui, hata sijui jina yako, sijui wewe ulitoka waje, uko na madamu. Watu walikubeba mali wakakuweka hapa, sasa unaniambia familia yako iko mali hii, unataka kunielekeza hey? Nitakuelekeza, wacha kuwa na wasiwasi. Sasa twende na wewe sahi, sasa tunaenda side gani Nitakuelekeza sasa. Wewe unataka kunyele... na umeenda wapi? Niko kando yako, kando yangu wapi? Niko kila mahali, nitakuelekeza. Pale tunaenda sasa, huku kila mahali, tunaelekeza hapa sasa. Tunaenda na side gani huku, chini ama juu? Twende side gani? Juu eh. Sasa sauti yangu, twende na mtu akitokea hapa apate mtu kama mimi niko uchi. Twende yeah? Sijali, wacha kuwa na wasiwasi. Sasa twende, niache kuwa na wasiwasi sasa. Hata mtu akinipata wa hapa, na mimi sina nguo Niko wazi wa mnyama, hey. Naona ni wananasikia sauti ya watoto hao, ni watoto wangu wanalia. Twende uwasaidie, twende uwaambie kwamba niko nao. Watoto wako wanalia. Ndiyo. Wanalilia wapi? Tuendelee tu, utajua utawaona. hey. Ndiyo. Sasa mi naona tu kivuli yako sasa, leo sasa nifuate. Hii kivuli, ona kivuli, yani we kivuli yako inaonekana Eh? Wako wapi? Nasikia sauti na siwaoni? Twende tu tawaona. So mimi nifuate tu venye hiyo sauti yao. Ndio, eh. Eh, sasa hizi ni mambo gani? Eh? So mimi nifuate tu hivyo venye tunaenda. Eh, sasa na hiyo siku yote. Yes. Na mvua. Ndio. Bwana, naona watu pale ama ni wale ndio? hey, a so niende hapo. Na sasa wako hapo na na mwanamke. Ndio, huyo ndio bibi yake. Huyo. yeah. kai, kai, kai. na mvua wanashindanga hapa kila saa. Ndio, wanakujanga kunikia mimi wakinikumbuka ndio nani, nani? Waambie kwamba, ni nani? kwamba miko nao. habari yako mama sasa, sasa mi ndawambia mimi ni nani waambie. Na wanashtuka, mimi hatuna pesa. Sasa habari mama, habari sasa, huku huku na watoto kwa mvua eh? ha, Hamuna mali pa kwenda. Mimi nimetumwa hapa kwenyu, na nimetumwa na na bwanako, yuko niko nao hapa karibu na... Anasema ako hapa karibu na nyinyi, amekuwa akiwaona kilio yenyu anasema ako hapa kuna kitu ilimfanyikia. Mim... Mim... Pole, najua sina nguo saa hii lakini, mi naitwa Sean Jaman, Sean DCI. Bwana ako ndiye ameleta mali hii hapa na hii mvua yote. Ameniambia amekuwa akisikia kilio yenyu, nikuje niwambie ako na nyinyi Msikuwe na wasiwasi, mambo yenye inaenda kuwa sawa. Aliniambia kitu kama hiyo, na sasa sasa nawaambia, niambie kitu nawambia, waeleze kwamba wasilie sana, niko nao, nitakuwa niko kila mahali nao. We uwezi juu anasema anasema anasema, amekuwa na nyinyi hizo saa zote, amekuwa akiwaona Nyenye amwezi mimi kuna kipawa nimepewa mimi ndio naweza ongea naye e. Me... oh, na na sasa, sasa, sasa, anasema nyinyi msikue na shaka ako na nyinyi. watoto unawashughulia watoto tafadhali. anasema nyinyi msikue na shaka ako na nyinyi kwa kila jambo ndio kwa kila jambo mnapitia. Anasema hivi karibuni anaenda kusuluhisha yote, anasuluhisha haja. Na mbona angetusuluhisha akiwa hapa? Anasema naonanga mkikuja mali hii mkilia na hizi vitu, mnajua hapa ndo pale alikuwa amekuleta na watoto nyinyi na wewe, na wewe na watoto wake. Hapa ndo mahali alikuwa awajengee, lakini mambo ilifanyika, ndio maana amjamuona tangu, lakini mambo inaenda kukua. Sawa jambo gani lilimfanyikia I, sasa huyu nataka nimwambie jambo hili kufanyikia hapana sasa sasa unajua kitu ilimfanyikia ni ni, ni, ni, kitu kingine hapo juu ako karibu ako karibu kuwa, kukuja ku, hmm? Kajuaje. ako karibu kukuja mimi najua mimi usijali msichana unanishtulia watoto tafadhali Hey, sasa sasa, sasa, sasa, sasa sasa ni mambo gani sasa wewe kama sasa wewe umeleta hapa watoto ndio hawa hapa sasa sio niambie vinyenda waambie waambie tu siku moja nitakuja kuwaona Atakaa wataweza kuniona, nitakuja. Anasema msikuwe na shaka, hivi karibuni anakuja kuwaona na atawaongelesha na atawaambia kila kitu ilimfanyikia nyinyi. Msikuwe na uoga yoyote, kitu yoyote ina, inafanyikia sahii inaenda kuisha hivi karibuni na amutateseka tena. Hii mali mtakuwa na... Yes, yes. yes. Mama naona unaniangalia mama, usijali acha kuniangalia. Najua sina nguo, unaona nikaa mimi si mwenda wazimu, niko sawa. Naitwa DCI Shon, eh. Sasa wewe tulia tu mama na watoto, bwana yako anakuja hivi karibuni na anakuja kuwasaidia, eh? si ndio? Ama ndio nitakuja kuwasaidia na sasa. Nawaambia nini sasa ni... Waambie wakuwe na uaminifu, waamini kwamba nitakuja. Anasema tu nyinyi mkuwe na uaminifu, atakuja Nyinyi msikue na wasi wasi yoyote eh, na, na wasiwasi ama, ama hizo ndo zile maro ndio hey. Sasa wanaenda sasa na ndamwambia nini, a sasa hmm. si wa ana, ni ana sasa, sasa <tik> anaevungojeni ngojeni kidogo tu kabla mwende pale mnaendanga, anasema tu ako na nyinyi na atakuja, ana mazingira kila kitu, msiogope, kila kitu inaenda kukua sawa, shida yote yaani amtateseka tena, kuteseka imefika mwisho. Sasa wewe ndawambia nini? Niseme nini ingine hmm? Sasa wambia, bebe, bebe, anakana watoto waambua anasema mwache kulia na mkuwe na uaminifu. Na sasa hii uaminifu, wanawaabudu Mungu ama waamini kwamba nitakuja nao. Anasema mkuwe na uaminifu, ana ako karibu kukuja kukuwa na nyinyi na kuwatoa kwa shida zote hmm? Na tutoa hadi kama sahi hata hatuna nyumba. Ee sasa sikia. Sasa sahi bwana tiseka wana nini? Watoto wangu hawajakula. Sikia. Watoto wake hawajakula, nataka wakule nini? Jamani, nakuambia kwa hivi leo hmm, unaweza wasaidia kiasi sasa wa umenitoa bila nguo ndawasaidia aje? Sasa mnasema mchakula. <tik> Sasa, sasa basi ndafanya hivi, ndatafuta kashati hapa, hata kama mnioneshe pale muko, ndaenda kutafuta hata kani kitu niwaletee mkule, hata ka kitu, mana sawa hiyo nao, mimi ndajaribu da kwa leo. Na wewe sasa sasa kwani wewe ni nini? Nilikuleta ununue shamba, bibi anateseka hivi na watoto. Nilinunua hii shamba kwa kujua kwamba nitajengewa, lakini watu hao walikuja wakachukua wakaniibia kila kitu hey. Ndio maana nyumba haijamaliza kujengwa hmm. Wakaniua hmm. Kisha familia yangu sahii haina amali ya kuenda. Unaongea nini? Unaona tu ukiongea. Sasa wewe huwezi elewa, mama, shida ni hautaelewa kitu na, na nini hapa, hautaelewa lakini hivi karibuni utajua tu, hii mambo yote inaenda kuisha na mama uta celebrate hii mali inawarudia kabisa. Bwana yako atakuja anasema. Sasa utakuja aje? Mimi nakuambia bwana yako ndio ananiongelesha. Mtajuaje ni yeye anakuongelesha? Anasema kama jina yake ni Anthony, jina yake ni Anthony. Sasa mi najua jina yake Antony, nimeruka akili mama. Sasa mi sasa we, kumbe we ni Antony? Yaani we ni Anton ei, anasema jina yake ni Antony, amesema niwaambie. Ni, ni Antony, si bwana wako anaitwa Antony? Mm, sindio? Mm, sio ndio jina yake Eh, yeye ndio ame amenituma ame hapa. Najua sasa uko na wasiwasi because unaona mtu na simu na ana shati na ana kiako na tu kinyasa. Najua lazima ukuwe na wasiwasi. Mama, fanyeni hivi, jumvua pe inaendelea. Mimi sitaki mnyeshewe. Fanyeni hivi, endeni pale mlikuwa hapo sasa ndio utakopata wao direct pale wao. Wanaendanga kwa kibanda kingine wanakaa hapo. Waelekeze tu waende hapo kwa leo. Unaona, hata bwanako anajua kuna kibanda mnaendanga mnakaa, sindio hapo, mm? Ndio mnakaanga mvua isiwanyeshe Ndi, anasema anajua hadi hiyo kibanda anakuanga hapo usiku, ndo maana kitu iwafanyikiangi eh? anakuanga hapo na nyinyi kwa hiyo kibanda sasa. Mama, enda mbele, enda mbele, tuendeni mbele. Mimi najua atanielekeza tu hapo sasa hivi, msikuwe na shaka.